Mtazamaji wangu unaposikiliza hii video, tafadhali na kuomba usisahau kushare kwa ajili ya hichi kitu unachoenda kusoma. Usisahau ku like ku comment pamoja na kusubscribe. Tafadhali zingatia sana kushare. Neno la Mungu linasoma kwenye linasema kutoka kwenye kitabu cha Luka mlango wa kumi mstari wa pili, akawaambia, mavuno ni mengi, lakini watendakazi ni wachache. Basi mwombeni Bwana wa mavuno apeleke watendakazi katika mavuno yake. Ufunuo mlango wa 22 mstari wa kumi na mbili: Tazama, naja upesi na ujira wangu huu pamoja na kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Mpenzi mtazamaji wangu, Mungu atakubariki sana kwa kazi yako uliofanya ambayo nimekuomba. Pia ikibidi, na wewe fanya kazi ya Mungu, Shirikisho ile neno kwa watu wengine unaowapenda na pia, hata kama utashindwa kuwashirikisha kwa kuwatumia, basi zidi kufanya kazi ya Mungu. Neno la Mungu linasema shambani mwake watenda kazi ni wachache, maanake kwamba tunahitaji kumtumikia Mungu kati tunavyoishi. Tumikie Mungu kwa namna yoyote ile ambayo unajisikia rohoni mwako bila kuangalia Vitu, mazingira ulionayo. Vile vile Mungu atakaporudi anakuja na ujira, kwa hivyo kila unapofanya kazi ya Mungu zingatia ile ujira ulioko mbele yako, ile thawabu iliyoko mbele yako ni kubwa sana na ni kuu sana kuliko vitu wala mazingira yanayokuzunguka. Kwa hivyo napenda zidi um, kuitenda kazi ya Mungu pamoja na watu wa Mungu. Shalom watu wa Mungu, nawatakia amani. Mungu awabariki sana na upenda sana watazamaji wangu.